Simba no. Mimi naitwa Anthony Mambeta mwanachama wa Simba kadi namba 186. Mengi wamenifilisi wenzangu ambayo wametangulia, hasa mjumbe wa katiba. Rai yangu kuu hawa watu washirikiane, tunapo hapa dhamana ya kuongoza mpira au taasisi. Maana yetu ni kwamba sisi tunaangalia kwa ukaribu mno, tunaangalia taasisi kwa ukaribu mno, tunapenda utendaji uwe wa hali ya juu. Unapomleta mwekezaji mara pako pakazi au kiwandani, inamaanisha kuwa ile taasisi ikuwe, sio irudi nyuma. Kwa hiyo kama narudi nyuma, mwekezaji ni butu kwa ujumla, nasisitiza tena kwamba rai yangu ni ushirikiano, tufanye kazi kama nyuki. Mwalimu Nyerere namnukuu, baba wa taifa marehemu, alisema hivi: mtu mwenye busara akikushauri jambo la kijinga, ukikubali atakudharau maisha yake yote, lakini ukilikataa atakuheshimu sana. Ndio jamani, kwa na sisi mzigo mkubwa tunampelekea mwekezaji, kwa sababu ndiyo shughuli yake kuja kwetu na jingine ambalo wenzangu wame wame hawakunisema, tunataka tujue pia uwekezaji umefikia wapi. Shida nyingine zote hizi huenda zinatokea umo, na ukiwa baba wa familia au mama wa familia, nyinyi ni wazazi, maisha ya watoto wenu lazima umeyafuatilie, si ndio? Eh, wale wapegeadii ndani, kwani nakaa nao Unataka kuniambia unapotoa pesa mtu akutapeli wewe unajua kwamba wewe nitapeli. Achana naye. Tengeneza timu nyingine ambayo italeta ita mafanikio. Unatoa pesa za usajili, watu wanakula, wanaleta wachezaji wajinga wajinga tu ajabu ajabu, haifai. Kwa hiyo mimi moja kwa moja roho zangu zinaenda kule kule mbele. Yaani kwa naodha mwenyewe atuendeshee chombo chetu salama ili tufike mahali tukae salama kwa furaha. Sasa hivi tu na furaha. Hii hali mpaka lini? na maneno marefu kwa sababu mengi wamemaliza wenzangu. Nikiongea zaidi hapa itakuwa sivyo. Mungu awabariki.